hivi tukasema tunaangalia hii, anaweka hapa, alafu huyu anashika huku anashika huku, anatakiwa umsitue hapa. Akibana hapa anatakiwa upige hapa kila unakula. Kumbuka draft ina njia nyingi, kila njia ninazoonyesha mimi ni njia salama kabisa ambazo unaweza kucheza na mtu yoyote na ukaishi vizuri katika mazingira hayo. <coughs> mwenye bluu hapa anatakiwa acheze hii, wee naye ushike juu, asue upokee, kila kanakula acheze hii. Ile keti yako usiifate tena, ukiifata usishimbuliwa, mwache ale hapo, ujenge ili urudishe keti yako kupitia huko. Anakutupa hapa, afu anakuja nao, nakuja, anakuja, anasogea, anasogea unasogea hapa, anaeka hii, unapiga, anaweka huku, unastua, anakimbiza, unapiga naye anapiga, tayari ishatokia kwenye mazingira ya sare. Mpaka hapa, akisema stu apa, anaingia huku, hiyo ya huku una kuzungushwa hapa, lakini kwa namna yote tavkua mpaka hapa ni sare. Hapa akisema wat unakata hapa kienda unaweza katupa hapa au aukalatunawei kwaho. Kwa hivyo kwa namna yote ile bado inakuwa na mazingira ya sare. Hii ndo namna nzuri ya kucheza kwa mtu ambaye anacheza step zile, kwa mtu ambaye step zile, ingawa kuna wengine sasa hapa hawachezi hii, wanaanza kustua au unampokea hapa kileo unampiga, unastua, unakuvizia uchanganya hapa. Kumbe hapa anaanza kula hii stepu una kuhusu uchanganya hapa, wewe unafanya hapa kistua bana, hapa hapa anastua tena. hapa unampigia anacheza hii, anakuvizia tena, ushikie hii hili ya kustua hapa. Ukijiacha ukila hapa, anakutepa anakutupa hii, hapa anakustua hapa. Hapo ndo limeisha sababu zile zote zinaliwa na kingi unakuwa uengi kaishaanawai kwenda kingi yee. Nasafa cha kufanya hapa, kwa mtu anacheza hivi, we usi zibe kwa hapa, uweshika hii au ziba hapa hmm. Lakini napenda zaidi hii, ile akistua hapa unamwachia, alafu unastua hapa kawenu atengeneza mashambulizi sali. Um, kwa hiyo yu yule naye ukishamuona huko ataishi mazingira magumu, kwa sababu anakuvizia. Ingawa naye anaweza akatoa sali ya shida, lakini kitu ambacho salama ninayotaka mimi kwenye bluu, na kwa mtu ambaye anafuatilia masomo yangu pande zote mbili

anapiga hapa anapiga hapa, unatokiwa ule akila, unakula unakula hapa. Ukiwa upande wa njano kati salama, ambayo ni ya kujiamini zaidi, ni ya kustua hapa. Akipokea, unakuja tena hapa, unamwangalia anacheza wapi. Akicheza kwa ndani, maana yake utamstua huko. Akiweka hapa, unatokiwa mstua huko. Yaani, kwa kanaeza mazingira yatakuwa yanafanana. Hapo unakuja kwanza, unakuja kuila tena lazima atacheza hii, unakula unapokea, unapiga na cheza hii, unaenda anashika, unashika hapa, anashika hapa, unaenda anashika hapa, unastua, anaenda hapa, unakula anapiga hapa, inakuwa sare, unaingia tu hapa mpaka hapa sare. Sasa tuuli mpaka hapa, sasa wewe hapa, atavuanza hapo mchezo atakupiga hapa, unakula unakula, yani zile zile step zinajirudi katika mazingira haya hmm hiyo ndo namna nzuri ya ku ya kucheza ukiwa na kete za njano pia na bluu, lakini kuna mwingine hapa mwenye kete za njano huwa anachange hapo, huwa anastua huku sasa kupokea. Kuna vipengele vingi sana, mzunguko wake unakuwa unakuwa mkubwa. Kwa hiyo mtu anaye kula kwa huku, kwa ni dawa yake ni kula kwa pembeni inakuwa simple kabisa. Sasa, huyu kete takucheza saa ni na, ili kuidhibiti kete unatakiwa upaki juu hapa. Ndio inakuwa rahisi, ambaye atacheza hapa, utaomba atakupokea, utakuja tena hapa, atakuja kuitetea tena kete yake, utakuja tena hapa, kwa sababu unaangalia namna ya kucheza, unaweza kuanza kupiga kabisa ambaye yeye atashika hapa, akiweka hapa, akiweka hapa, akiweka hapa, mbili, hapa ukisema upige hapa, akiweka hapa na hapa, nakupiga na akuwa goli cha kufanya hapa. Kama unapiga ukiweka hapa, uvumilia kwanza, ili akie, akienda wende, akienda wende, akienda apo wende, atakula huku, utaingia hapa, atakula huku utakuwa na zuga hapa, hapa ni sare. ingawa ingawa itakuwa sare ngumu, lakini pale ukitaka sare nyepesi mazingira ya hapa usiruke, vumilia hapa na hii, vumilie na hii. Na hiyo ili kicheza hii ndo uweke hapa sasa, utikia kumpiga akstua, naweka hapa hii inakuwa rahisi zaidi. Akipiga hapa, naweza kuweka kokote, hata huku, ili apige, mnapishana kwa kitendo cha kuruka pale, sale unatoa, lakini ni ngumu kwa hapo. Cha msingi hapa ni kuvumilia na hii, kama ataweka hapa, unavumilia na hii. Hii ndio inakuwa simple. Eh, hiyo ni baadhi ya vipengele vya kisumu ya pandu au kilosa. Asanteni sana maana Tume, tumeangalia karibu vipengele vingi vya hii sumu ya pando au kilosa. Nafikiri kwa wanaofuatilia hizi hii chaneli yangu wengi watakuwa wamefaidika, wengi watakuwa wamefaidika kwa baadhi ya step hizi kadhaa, kama ambao walikuwa wazijui ndio wamezijua na ambao walikuwa wanazijua wameongeza ujuzi wa msisahau kusubscribe, kushare na kulike.